Mu hali gani, wanafunzi wa eneo bunge la Lugari. Jina langu ni Samuel Monyancha, nina umri wa miaka 21 na mimi ni mwanafunzi wa mwaka wa nne katika chuo kikuu cha Nairobi, taaluma ya sheria. Mwaka wa 2017 hadi mwaka wa 2021 nilikuwa katika nafasi yenu, nikishiriki masomo ya daraja la sekondari huko katika shule ya upili ya Kisii. Katika kipindi hicho nilikutana na Mwalimu Moses Otieno akanielekeza masuala yanayohusu insha na Kiswahili kwa ujumla, na leo kwa hisani yake, mimi kama mmoja wenu, nitakuwa ninawapa baadhi ya mambo ambayo tunaweza tukayazingatia katika uandishi wetu. Kwanza kabisa tujue kwamba insha kuandikwa. Kwa hivyo kuandika kunategemea maandishi ya yule anayeandika. Maandishi yako yawe yanaweza kusomeka, na ikiwezekana uyafanye yakavutia. Pili, insha ni ya Kiswahili, ina maana kwamba usichanganye na lugha nyinginezo. Iwapo utakosa msamiati wa kutumia katika Kiswahili tumia msamiati mbadala au epuka kutumia msamiati huo ili usije ukatumia lugha nyinginezo. Kuchanganya msimbo na kuchanganya ndimi si mojawapo ya mbinu za uandishi katika insha. Ili insha iwe ya Kiswahili, Kiswahili lazima kiwe faafu. Usitumie lugha shelabela. Nilipokuwa katika shule ya msingi tukatumia Kiswahili mufti ambacho kimeandikwa na wala bin wala. Katika dibaji na utangulizi akaandika kwamba asiyejua sarufi hajui Kiswahili. Inamaanisha kwamba insha yako, ili uonyeshe upevu wa Kiswahili chako na kuwa wewe ni mwanafunzi ambaye unaazimia kupata matokeo mazuri, lazima uandike ukizingatia sheria zote kundi nomino na kundi tenzi, sheria zinazohusu ngeli, uyambishaji na mambo yote yale ambayo yanahusu sarufi na kanuni zake. Wengi wetu tumetoka katika jamii ambazo ni za wabantu na huenda labda tukahamisha kanuni tunazozitumia kule katika uandishi wa Kiswahili. Lazima tuendelee kubukua vitabu tukaipiga bahari makasia ili tunapoandika kwa Kiswahili tuzingatie sheria za Kiswahili pekee katika ukubwa na udogo, umoja na wingi pamoja na sheria zote zile ambazo zinahusu Kiswahili. Kando na kuandika katika Kiswahili, sasa umeanza kuiandika insha yako. Baada ya insha kuandikwa kwa maandishi mazuri na pia insha ikawa yenye lugha ya Kiswahili, sasa insha yako imeingia katika hatua ya kuwekwa kwenye ulingo ama safu ya insha za Kiswahili. Sasa kile ambacho kitakufanya upate alama bora na umzidi yeyote yule ambaye atakuwa hazingatii kazi yake vyema ni kwamba unapoandika insha yako uandike, ujieleze ueleweke. Kujieleza na kueleweka ni kwamba lile jambo unalolitetea katika insha unayoandika liwe lazima umelitetea kikamilifu. Na utafanya hivyo kwa lipi? Kwa kuandika idadi ya hoja ambazo hazipungui nane. Zile hoja zisiwe ni hoja tu, bali hoja ambazo zinajibu swali uliloulizwa, ili usije ukapotoka. Tukiingia katika insha kulingana na masomo ya sekondari, kile cheti ambacho tunahitaji kukipata baada ya mwisho wa masomo yetu, ni kwamba insha zimegawika katika mikondo minne. Kwenye karatasi ya kwanza, insha ya kwanza ni ya kiuamilifu. Insha ya pili ni insha ambayo unastahili kujadili, kuelezea, kutetea suala fulani. Insha ya tatu ni ya methali. Na insha ya nne ni mdokezo labda wa kuanzia au wa kumalizia. Sasa unapoandika insha hizi, na ukumbuke kwamba insha ya kwanza ni ya lazima, ambayo ni ya kiuamilifu. Insha hii utakuwa unafundishwa mitindo mbalimbali mbali ya kuandika aina hii ya insha, na baadhi ya mitindo tayari umeshakumbana nayo, kuanzia kuandika barua, kuandika hotuba kuandika ripoti, kuandika risala, kuandika resipe na insha nyingi nyinginezo ambazo mtindo wake umepewa. Kwa hivyo wewe, kama mwanafunzi, ni wajibu wako kuingia kwenye matini na vitabu vya kiada, ukazingatia mitindo mbalimbali iliyotolewa pale, na uhakikishe kwamba mtindo wote ule utakaokuwa unatahiniwa kwenye karatasi ya kwanza unaujua na utautumia vyema, kwa maana ukiambiwa uandike barua kisha uandike kwamba hotuba ambayo chifu watawatolea watu na uliambiwa uandike barua, hiyo si kujibu swali. Kwa hivyo lazima tuzingatie mtindo. Hiyo ni insha ya kwanza. Insha ya kwanza na ya pili huwa zina mwingiliano fulani, kwa maana insha zote hizi kando na kwamba insha ya kwanza inahitaji kuwa na muundo mahususi. Insha ya kwanza na ya pili ni insha zenye maswali yanayohitaji ujibu kwa hoja zile, hoja zako ambazo tumeshatangulia kusema kwamba hazifai kupungua nani, lazima zielezwe zikakamilika. Nilipokuwa katika shule ya upili, hoja zangu nilikuwa ninazieleza kikamilifu kwa maneno takriban hamsini. Hoja hizo lazima ziwe zinaonyesha upevu wa mwanafunzi katika kuelewa masuala yanayomkumba na masuala yanayolikabili taifa na labda dunia zima. Kwa hivyo, zile hoja ambazo zitakuwa zinatainiwa pale ni hoja zinazohusu masuala yanayoibuka na wewe. Kama mwanafunzi katika kiwango hiki, safari yako ya maisha imekukutanisha na masuala mbalimbali ambayo unaweza ukayaelezea na suala la msingi ambalo linakuathiri moja kwa moja katika muktadha huu ni elimu. Suala jingine huenda likawa afya. Suala jingine huenda likawa labda familia na masuala yanayohusu asasi za jamii. Yapo masuala mengine ambayo mwanafunzi huenda akakumbana nayo katika maisha yake, labda masuala haya yamezusha migogoro. Yapo masuala pia ambayo yanahusu makuzi na malezi ya watu, teknolojia, habari na mawasiliano na mbinu nyinginezo katika ulimwengu huu ambao kuna utandawazi unaoenea kila wakati. Kwa hivyo, tunapopata maswali, maswali haya yanahitaji mwanafunzi ayajibu kwa kurejelea hizi hoja tulizozisema ambazo ni masuala yanayoibuka katika jamii. Kwa hivyo ukiletewa swali, kwa mfano, namna ambavyo migogoro kati ya wahadhiri na serikali inachangia katika kuzorotesha shughuli za vyuo vikuu, hili ni swala linalohusisha elimu ambayo inakuathiri moja kwa moja. Lakini kando na hilo, migogoro hii huenda ikaathiri masuala mengine katika jamii, kwa mfano teknolojia kwa sababu tunajua vyiuo vikuu ni kipaumbele katika akili tunduizi, critical thinking, ama katika uvumbuzi na kuwatoa wanafunzi wenye ari siyokuwa na mipaka. Katika Kiingereza wanasema boundless enthusiasm. Katika viuo vikuu, iwapo kutakuwa na migogoro, shughuli zikiathirika, yapo mambo yatakayoathirika. Hata sekta ya uchukuzi huenda ikaathirika kutokana na migogoro hiyo. Uchumi wa nchi huenda ukaathirika kutokana na migogoro hiyo. Ndoto za wanafunzi huenda zikaathirika, na hivyo asasi ya jamii ikawa imesambaratishwa. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo ukipata swali unastahili kuyaangalia. Swali la tatu na la nne pia ni maswali yanayohusiana, ingawa la tatu ni medali na la nne ni mdokezo wa kuanzia au wa kumalizia. Lakini maswali haya mawili yanamhitaji mwanafunzi ambaye ana ubunifu akaandika visa na visa viwe si vya kuvutia tu bali vinajibu lile swali uliloulizwa. Kwa mfano, unaweza ukaulizwa kwamba medhali hii, andika insha ambayo inaafiki medhali hii na methali uliyopewa ikawa wema hauozi insha ambayo ina methali tunahitaji kuona pande mbili na insha labda kile ambacho sikutangulia kuambia ni kwamba insha yako isipungue maneno 400 insha kama hii ambayo ni ya methali tunahitaji kuona pande mbili kwa maana kutokana na, na mafunzo yako ya karatasi ya tatu unajua kwamba methali huwa na pande mbili. Kwa hivyo lazima zijitokeze pale, wema hauozi. Kwa hivyo kuna wema na kuna kule kutokuoza, kuna kudumu kwa wema huo. Insha kama hii ningeandika kisa, nizungumze kuhusu mwanafunzi wa chuo kikuu ambaye hivi karibuni atakuwa mahafali kama mimi, na atakapokuwa akifanya jambo hilo mwanafunzi huyu atapata shahada yake, na baada ya shahada atakuwa anahitaji kupata kazi ambayo itampa riziki. Mwanafunzi huyu akawa anaabiri matwana, na zipo adha nyingi zilizokuwa zinamkumba hata anapofanya mambo hayo. Sasa mwanafunzi huyu anapoabiri matwana, na mnavyojua ni kwamba daladala huwa zinajaa hadi abiria wengine wanakosa nafasi. Yupo mama mkongwe ambaye ameingia pale na mama huyu ha, hajapata nafasi ya kuketi. Kwa hivyo huyu mwanafunzi ambaye tayari amekwisha hitimu anastakabadhi na anaelekea mahali fulani ambapo kampuni ilikuwa imetangaza nafasi za ajira. Mwanafunzi huyu akaamua kumwachia yule mama nafasi aketi, na yule mama kaketi pale kisha akamwachia mkoba wake ambao ulikuwa umebeba stakabadhi zile, ambazo unahitaji katika mafunzo yako ah, zile ambazo unahitaji kuonyesha kwamba umepitia mafunzo mbalimbali mbali na umehitimu. Kwa hivyo gari linapozidi kwenda, yule mwanafunzi akagundua kwamba hana nauli, na utingo alipokuwa anakusanya nauli, akamkuta hana nauli Akamtupa nje ya gari mbio, mbio na gari likazidi mwendo. Kwa hivyo yule mwanafunzi akawa sasa lazima afike kwenye yale majengo ambayo yana ile kampuni inayohitaji nafasi za ajira, na huyu mwanafunzi ana stakabadhi, amekwisha kuziacha kwenye lile daladala na anakwenda mwenyewe, lakini akaamua kwamba lazima afike pale. Akafika pale kwa maana ilibidi atembee safari ambayo angesafiri kwa gari. Kwa hivyo akafika pale akiwa amechelewa, akafika pale ana stakabadhi, akafika pale wa mwisho, lakini yule mhudumu akamruhusu tu aingie ajitetee. Alipoingia pale, akamkuta yule mama aliyemwachia mkoba kwenye gari ndiye afisa mkuu anayewauliza wale waliokuja katika nafasi hizo, anawauliza maswali na kuwahoji ili awape kazi na baadaye tutazungumzia ufanisi ambao aliupata kwenye ile kampuni. Kwa hivyo tumeona wema pale na tumeona jinsi ambavyo wema hauozi. Sasa insha hii tunapoiandika kwenye karatasi zetu hatutaielezea jinsi ambavyo nimeelezea tu, kwa maana hiki ni kisa ambacho nimebuni papa hapa. Insha hii tutaielezea sasa kwa kuikoleza utamu fulani, lazima tuitumie kwa lazima sasa tuweke utamu fulani uwepo ndani yake. Mwanafunzi ambaye anaandika ataanza kutumia mbinu za uandishi, na hizi mbinu za uandishi umekumbana nazo kufikia sasa: tashbihi, tanakali, istiara, medhali, ambazo pia e, zinatumika kujenga hii medhali ambayo imetumiwa kama swali. Mwanafunzi atahitajika pia kutumia mbinu nyinginezo hadi vielezi vikariri, e, anaweza akatumia majazi, anaweza akatumia sifa kwa wahusika wale, ili kuonyesha kwamba wanaoana na kisa tunachokizungumzia. Kisha anaweza akaamua kutumia mtindo fulani, mbinu rejeshi anaweza akaitumia, anaweza akatumia mbinu mbalimbali ambazo zitamwezesha, na baada ya kuzitumia zile mbinu, aamue atumie maneno ambayo yatamwezesha kuonyesha kwamba yeye si wa kiwango cha kawaida, akakoleza alama, akatumia maneno mbadala. Kwa hivyo una kamusi, una vitabu, umeona visawe vinavyotumiwa katika maneno, na mwanafunzi anastahili kukoleza maneno yale katika uandishi wa insha yake. Matumizi ya methali yatumiwe vyema. Usitumie methali tu kwa ajili ya kupachika methali zitumiwe zinavyofaa na zitumiwe panapofaa. Kwa hivyo usiseme tu, na hata iwapo ni misemo na nahau, itumiwe pia vyema na itumiwe kwa maana halisi iliyokusudiwa. Usiseme tu kwamba, kwa mfano, tulipofika nyumbani tukaona cha mtema kuni. Hapana, lazima tuone mbona umetumia msemo fulani au mbinu fulani. Na iwapo unatumia tashbihi ambayo wengi tunapenda kuitumia tumia tashbihi yako kulingana na zile tashbihi ambazo zimetolewa katika Kiswahili. Usitumie tu mfananisho wa mambo pasi na kuweka mfananisho ambao tayari unatambuliwa na Kiswahili. Na katika matumizi ya tashbihi unaweza ukatumia njia mbadala za kuonyesha kwamba ni tashbihi. Mithili ya, si lazima kila wakati iwe kama. Unaweza ukasema mfano eh unaweza ukatumia njia mbadala za kuwasilisha ile tashbihi yako. Na jambo jingine ambalo mwanafunzi anahitajika kujua ni kwamba, sasa katika insha ya nne ya methali tumekwisha kushughulikia, insha ya nne inahitaji ujibu swali pasipo kupotoka. Kwa hivyo maneno utakayopewa uyatumie kuanza ama kumaliza ile insha, lazima ujue mtego uliowekwa kwenye maneno yale ni upi ili unapoandika insha yako usije ukaondoka nje ya mada na ukapotoka. Ule mtego huu utambue: insha inahitaji tuonyeshe furaha, lazima insha yako iwe na furaha. Insha inahitaji ijikite katika mazingira fulani, usiondoke nje ya mazingira. Insha labda inahitaji kuonyesha funzo la majuto. Mwanafunzi asipotoke na kuleta mafunzo mengine ambayo hayakuwa yamekusudiwa, au aandike insha ambayo baada kuimaliza, ya kuimaliza hajaonyesha jambo lolote lile ambalo linaonyesha kwamba pana majuto katika kisa hiki. Kwa hivyo mwanafunzi anapoandika insha hizi zote lazima tuone kwamba amejikita katika mbinu, uh, katika sheria za uandishi maana na dhima ya utungaji ambayo inatumika kutanguliza insha. Kwa hivyo lazima insha hii inapoandikwa iwe ina kichwa. Insha bila kichwa ni insha ambayo haina mahali inapokwenda. Lazima insha iwe ina kichwa, iwe ina utangulizi, ina mwili na baadaye ikawa inahitimishwa. Kwa hivyo mwanafunzi anapoandika lazima tuone kwamba mambo hayo yamejitokeza katika insha yake. Cha muhimu na cha muhimu zaidi ambacho ningependa kusisitiza ni kwamba hoja zielezwe zikamilike. Na kwa muda uliopewa hakikisha umeitumia, hakikisha umeitumia saa yako na dakika 15 nafikiri ukaandika insha yako. Kwa hivyo insha ya kwanza dakika 40, insha ya pili dakika 40 na, labda iwapo kuna muda wa ziada, ukautumia kuirudia kazi yako, na makosa ya kisarufi na hijai iwapo ya, yapo yakarekebishwa. Siwezi nikazidi sana kufikia hapo, lakini mimi ni Mswahili, na kwa madhukura ya Mrisho Mpoto, wanasema, Kiswahili na athimu sifayo, iliyofumbwa kwa wasiokufahamu, nimbe ilikokubwa, toka kama chemchemu, furika palipozibwa, toka kama mlizamo, mje kwa wingi furika mfano wa zamzamu wenye rutuba ya Maka, waonyeshe na muhimu kwa wasiokutamka hata wakafanyabajani, kwa kukuweka lugha yangu ya utoto. Hata leo nimekuwa tangu limemzito sasa kusema, najua ni sawa na manukato mioni mwangu unapua pori bahari na mito na pita nikitumia, wanasema katika maamkuzi mepesi sana na mema. Lugha zote haziwezi jingine kudai kima, yani pasa kuziamba kwa mfano wa mzazi tunasema shikamoo, lakini kwa mahirimu neno hujambo, mkato hauna jambo. Jibu lake ni si jambo, tafsiri sina jambo. Uonavyo pambo hili lizidishwavyo, urembo ni kusemezana mambo kwa usemi wenye umbo, kuonyesha kwamba Waswahili wanafunzi ambao wamejitolea kumakinikia tasnia hii wako hapa, wamejazana na wapo tayari kushirikiana na waelekezi wao katika matokeo bora. Asanteni, asante sana, asante sana kwa kazi kuntu ambayo umeweza kuinafidhi. Maswala yamekuwa shwari tu, tunashukuru kwa kazi ya kuntu. Asante sana, tukaweza kuzungumza baadaye.